Habari za muda huu, ni wakati mwingine tena na wa saa mwingine tena tunakutana katika mfululizo vipindi vinavyohusiana na teknolojia. Karibu sana, hii ni Shayia TV. Leo nimekuletea elimu hii hapa, jinsi ya kuzuia sms zisiingie kwenye simu yako au jinsi ya kublock sms zinazotumwa kwenye simu yako zisiingie. Maana kuna siku labda utaki kabisa sms zisiingie kwenye simu yako, au unaweza uka ukafanya hivi kwa simu ya mtu mwingine, labda unaona huyu mtu anatumiwa sana sms. Sasa mi nataka nitumie kodi hizi za shortcuts ili kufunga kabisa au kublock sms kwa kutumia short codes hizi codes hapa. Hii njia ni rahisi sana, maana yake unaweza ukazuia sms zisiingie kwenye simu yako au simu ya mtu mwingine. Maana yake hizi code ni kuna code zile za za kuzuia calling zisiingie kwenye simu, alafu kuna kodi za kuzuia sms. Sasa leo nafundisha hizi ni kodi za kuzuia sms zisiingie au tunasema message au ujumbe usiingie kwenye simu yako au kwa simu ya mtu yeyote le. Maana le unaweza kaamua huyo mtu mbona anatumia sana sms na huyu namba misielewe, labda mpenzi wako umeona anatumiwa sana sms na namba labda ya mchepuko. Sasa ukaamua uweze kuifunga kwa kutumia kodi maanake ukibloku ukibloku atajua, maanake kama ni mahusiano yalikuwa ya siri, atajua ayi, namba kumbe imeblokiwa. Ataangalia pale umebloku, hata anibloku. Lakini ukitumia kodi hawezi kujua, ndio maana nataka nielekeza hapa jinsi ya kufunga au kubloku namba yoyote isitume sms kwenye simu yako, au simu ya mtu yoyote. Nimetoa mfano kwa mpenzi wako au kwa mtu yoyote yule, ambao unaona unaweza ukafunga sms, sio zinaingia kwenye simu yake. E, tumia njia hii hapa rahisi kabisa. E, utaenda sehemu ile ya kupiga simu, yani ile sehemu ya kuandika, utaandika andika nyota tatu tano nyota sifuri sifuri sifuri sifuri nyota kumi na sita reli tunasema alama ya reli, ukifanya hivi utapiga okay. Unaona, kama hivi basi, ukipiga hivi utachagua kama ni mtandao wote ule wa Voda e, Teli wa Loteli au Yas, basi utachagua hapo, utapiga. Ukifanya hivyo utakuwa umeblock au umefunga e, SMS zote ambazo zitakuwa zinaingia kwenye simu hiyo hazitaonekana kabisa wala hazitaingia. E, nadhani imefafanua vizuri tu hapo. Unaweza ukamfanyia mpenzi wako ambaye anatafuta sana ametafuta sana na hiyo mtu huyu mtu anamsumbua sana au wewe hapo unasumbuliwa sana na mtu anakutumia tumia ma SMS ambaye eleweki, e, au unaona tu umeamua tu huyu mtu sitaki anitumie message, basi unaweza uka tumia kodi hizi na kwa kuwa hizi kodi hizi hizi ni za hizi tunasema kodi za siri, e, hizi huwa tunatumia kwa mtu ambaye hutaki atumiwa message, kama mpenzi wako e, kama hivi unaweza ukafanya hivyo ila, ilaziwezi ila, ila, ila kuingia hata kidogo ndugu yangu. Maana yake hatawezi kugundua kama umeblock SMS. E, ukiona labda sasa umeona labda aa, huyu mtu labda tufungue sasa, umeona ime- labda imechukua muda fulani, labda uli block leo au umezifunga leo, zimepita hata mwezi e, au hata mwaka au tuseme hata wiki au siku kadhaa, umeona zimepita siku kadhaa. Sasa unataka labda ufungue, sasa ntakio tutoe njia na suluhisho lake labda unataka kutoa sasa, basi kama unataka kutoa E, umeona labda sasa unataka kublokua, tunasema naona au tunasema unataka kufungua, ulizifunga sasa, hapo unataka kufungua. Basi tunasema jinsi ya kublokua au jinsi ya kufungua hiyo namba ya simu ambayo umeifunga, naona sms zio zinaingia sasa, unataka sms zio zinaingia sasa. Baada ya kufunga, unaona eh, utafanya hivi, utaclick hivi, utabonyeza reli tatu tano. So, helasii na tano yani, nyota sifuri sifuri sifuri sifuri, yani si ziro zio nne nyota moja sita reli nione. Baada ya hapo utabonyeza okay. Haya, utachagua laini ya simu ambayo ulikuwaga umeifunga ili SMS zisizo zinaingia kwenye laini hiyo e, au kwenye namba hiyo, basi utabonyeza. Ukishabonyeza tu hapo, ukishachagua na hiyo laini, maana yake ita, itajifungua. Maana yake utakuwa umefanikiwa kufungua. Sasa baada ya kufunga E, bila shaka umeelimika na elimu hii e, kupitia channel hii ya Shayia TV, na ili usio unakosa na video ambazo nitakuwa naweka, au ili usio unakosa elimu ambazo nitakuwa naweka kwenye channel hii ya Shayia TV Hebu angalia chini ya video hii kidogo, kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo mara moja tu ee. Ukifanya hivyo kwa kila elimu ambazo nitakuwa natoa kwenye channel hii ya Shayia TV, utakuwa unazipata haraka na mapema zaidi. Basi nakutakia siku njema.